This is Mikana. I am Nuru here. Tunapenda kukukaribisha kwenye huduma zetu za nywele asili. Ndiyo, huduma za nywele asili. Nywele asili tunasuka bila kuchana. Tunatumia maji kuchambua nywele zako, kuzifumua na kuzikea. Tunatumia maji. Huduma za nywele asili tunazitoa katika saluni yetu. Tupo Tabata Bima, barabara ya Segere Road. Tunasuka nywele bila kuchana. Yes nywele bila kuchana, ndio. Kama unavyoona hivi, nywele ikisuka bila kuchana inapendeza na unakuwa una maonekano wako wa kipekee kabisa kabisa kabisa. Unakuwa na mwonekano wa kipekee, pia unafurahia nywele zako. Nywele zetu za Kiafrika ni nywele ambazo ni ngumu kuzihudumia, lakini ukiwa na sisi, ukiwa na prodakti zetu, hutouona uo ugumu, hutoona maumivu hutosikia maumivu, hutoona ugugumu wa kutunza nywele zako kiasili. I am here for you kukuletea huduma tunazotoa. Tunasuka nywele za asili, ikiwa ni misuko ya kiasili, misuko isiyofanania na misuko mingine. Tunasuka misuko ya flat twisty, mini twisty, fake twisty, pamoja na threads. Hii ni misuko ambayo inasukwa bila kuchana ni misuko ambayo inasukwa kwenye nywele za asili, nywele zilizotunzwa kiasili, nywele ambazo hazija blow dryiwa yes. Usi blow dry nywele. Ni misuko ambayo inasukwa kwenye nywele ambazo hazichani, ni misuko ambayo inasukwa kwenye nywele ambazo hazijapigwa blow dry, hazijachanwa. Ni misoko ambayo inachambuliwa tu na kusukwa kwa kutumia maji. Karibu tukusuki. Hizi ndo protective styles. Kumbuka, misuko yetu ni flat twisty, mini twisty, fake twisty, pamoja na threads. kwa nywele za Kiafrika afro hair. Na pia kuna misuko ambayo inasukika kwenye nywele zenye dawa. Misuko hiyo itakuwa ni nywele za uzi threads. itakuwa ni misuko ya uzi threads. Karibu sana tukuhudumie. Tupo barabara ya Segere ya Road, kituo ni Tabata Bima. Namba yetu ya simu ni sifuri saba sita mbili ishirini na nne sifuri moja nne nne sifuri saba sita mbili ishirini na nne sifuri moja nne nne Tupo.